Kwa majina naitwa Ramadhani Abdallah Suleimani, ni mjumbe wa serikali ya mtaa Mbopo. Tupo hapa kwa maniaba ya kwamba umoja wa madereva Bunju eh, umoja wa madereva kata ya Mabwepande walikuwa na hafla hapa na viongozi wa vituo wa bodaboda Mbopo mm. wote walikuwepo hapa. Tulikuwa na kikao kikubwa sana. Lengo ni kuhamasisha tarehe kumi na moja kwa mwezi wa kumi na moja tunaenda kufanya uzinduzi wa mabango kwa kila kituo kinachopatikana katika kata na upande, hususan mtaa wa Mbopo. Kwa hiyo sisi tumekuja kushirikiana nao na kuwapa nguvu kama ofisi ya serikali ya mtaa. Wamefika ofisini, huu ndo mwenyekiti mm. wamefika ofisini pale, wameomba ridhaa, tumekuja kujumuika nao pamoja na tumelibariki sisi kama serikali. Lakini eh, umoja huu wa kata ya Mabwepande kwa ujumla una manufaa makubwa sana. Bodaboda ni kazi kama kazi nyingine, na hivi sasa serikali imetambua na imewapa jina maafisa usafirishaji. Kwa hiyo rai yetu sisi serikali ya mtaa na viongozi wetu hao tuliojumuika pamoja, pamoja na viongozi wa bodaboda na viong, na wa, wa bodaboda wenyewe kwa ujumla, tarehe hiyo tujumuike kwa pamoja kwa wingi, tufanye uzinduzi wa kutisha. Asante.